Uh -huh. Eh, katika mji huu mambo mengi nao yafahamu kujua kusema pana misikiti tisini na tisa na mpaka u tuliokuwa nao wa mia uh -huh. Halafu kuna kisima uh -huh. Mpya ule wa mia le, le. Uh -huh. Na kuna kisima kikuu ambacho iko cha asili vile, vile. Uh -huh. Halafu tunasikia kuna sehemu inaitwa maisha arobaini ambayo wamezikwa watu arobaini kwa pamoja hapo. Kwa hiyo katika moja stori inazozielewa ndo hizo. mm. -hmm. e, labda e, una lipi la kuwambia Watanzania na Waislamu kwa ujumla kuweza kutembelea maeneo haya? Ah, nawambia kusema kuna ladhimika wao kuja hapa kwa ajili hapa hii hi sehemu ni ya asili. mm -hmm. naona Waislamu wengi wamekuwepo hapa na wa walikuwa wazawa na wa walikuwa wazawa na walikuwa wazawa na waliokuwa wazawa na waliokuwa wametoka nje kuja hapa kuboresha katika mjiu mpaka kuwepo wa iko juu katika mm-hmm. uislamu mm. Labda mpenzi mtazamaji anataka kufahamu ni nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Salm Nasolo Abdala Ngale.